inaosema uh, siku sauti za wanawake. Lakini bado kuna habari inaosema Biteko wanawake wasisubiri kuletewa wazitafute nafasi. Huyu ni Biteko asema wanawake wasisubiri kuletewa wazitafute nafasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inaosema mchakato wa uundwaji wa jimbo katoliki Bagamoyo uh, ulivyokuwa mchakato wa uundwaji wa jimbo katoliki Bagamoyo ulivyokuwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini kuna habari inasema mnyukano CCM Kigamboni. E, mnyukano CCM Kigamboni. Mnyukano wa CCM Kigamboni wafukuta makala aonya nya. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya Wanyonge. Ndiji ndanza na habari kubwa inasema Majaliwa ashiriki mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu Afrika Mashariki na Kati. E, huyo ni Kasim Majaliwa, waziri mkuu ashiriki mashindano ya kuhifadhi Qur'ani E, tukufu Afrika Mashariki na Kati. Lakini Dkt. Samia Tanzania imepiga hatua usawa wa kijinsia huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asema Tanzania imepiga hatua usawa wa kijinsia. Lakini asema utekelezaji wa ilani ya CCM, serikali imepiga hatua kubwa e, katika kufanikisha kesho bora, lakini asisitiza hatua ya kisera na kisheria inaendelea e, kuchukuliwa kupambana na ubaguzi dhidi ya wanawake. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge, na bado kuna habari inasema bodi ya ligi kumradhi, bado kuna habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Machinga ni Dkt Samia, Tanzania imepiga hatua usawa kijinsia. Hiyo ni siku ya wanawake duniani, huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asema wanawake wamepiga hatua kubwa ya kijinsia. Lakini kwenye gazeti lako la Mwana Habari tunaanza kuliangazia asubuhi ya leo, gazeti bora kabisa lenyewe lina habari kubwa inayosema kampeni ya Samia Legal Aid yavunja rekodi kutatua migogoro zaidi ya 1800. Lakini serikali yakemea ubaguzi uh, ubaguzi wa watoto wa kike kwenye urithi. Serikali yakemea ubaguzi wa watoto wa kike kwenye urithi. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari kuna habari kubwa inayosema Rais Samia serikali kuendelea na mabadiliko ya sera, sheria ya kukuza usawa. Hiyo uh, e, ni habari inayosema Rais Samia sema serikali kuendelea na mabadiliko ya sera, sheria na kukuza usawa lakini Waziri Mkuu Kasim Majaliwa awa mgeni rasmi mashindano ya Qurani Tukufu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Na kwenye gazeti la Habari Leo jumapili ya leo, lenyewe ninaanza na habari kubwa inayosema Chadema iombe radhi wa Zanzibari, au ni wasema Chadema iwaombe radhi wa Zanzibari. Nini kilichojiri? Basi gazeti lako la Habari Leo litakuhabarisha habari hii kwenye kurasa za ndani lakini parokia 17 za Megwa Dar es Salaam kuanzisha jimbo la Bagamoyo, ile habari ukurasa wa 19. Eh, ni mchakato wa eh, kanisa Roma, parokia 17 za Megwa Dar es Salaam kuanzisha jimbo la Bagamoyo. Lakini Sarungi kuagwa kuzikwa kesho Dar es Salaam, huyu ni legend eh, hiyo ni habari ukurasa wa 5, anasema eh, Sarungi kuagwa na kuzikwa kesho Dar es Salaam. Lakini Samia tumeumbwa tusaidiane, huyu ni rais Samia Suluhu anasema tumeumbwa E, tusaidiane ahimiza e, kuheshimiana, kujiamini, vijana wajitambue. Lakini aagiza Watanzania walinde uhuru, usalama na amani, hiyo ni habari ya ukurasa wa pili kwa ziti lako la habari leo, na kuna habari inayosema ajivunia mafanikio katika utekelezaji wa malengo endelevu apongezwa kwa kufunga, e, kufungua fursa ya Afrika kimataifa. Lakini bado kuna habari inayosema Kasim Majaliwa e, ataka maarifa ya dini kulinda maadili, yuni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Biteko ahimiza familia zifungue fursa kwa wanawake, yuni habari ukurasa wa 3 wa gazeti la habari leo. Na tukiachana gazeti la habari leo, tuangazie gazeti lako la Anuru sauti ya Waislam lenye habari kubwa inasema, masikini ulatule, DPP afuta kesi ya jaji awaachia, wakamatwa tena warudishwa jela lakini tisa hawajulikani hai au marehemu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nuru. Ni nini basi, pata nakala yako kwa habari hii kwa kina. Lakini kesi kesi ya kikatiba yahairishwa tena. E, kesi ya kikatiba kikatiba yahairishwa tena tena, lakini bado kuna faraja, islamiki yaleta faraja mashindano ya Qurani Ilala. Hilo ni gazeti lako la kula Nuru sauti ya Waislam lakini gazeti la Mzalendo lenye habari kubwa Biteko, nguvu iongezwe kumpa fursa elimu mtoto wa kike. Lakini chanzo kuhairishwa mche, E, unabari kwenye ukurasa wa michezo lakini kuna habari inasema siku ya wanawake duniani rais Samia ajivunia mafanikio makubwa e, rais Samia ajivunia mafanikio makubwa. Joto kali chumbani ni hatari kwa figo na moyo e, joto kali chumbani ni hatari kwa figo na moyo. Lakini Majaliwa afichua manufaa ya dini kwa vijana nchini. Makala endelea kuipopoa Chadema huyu ni makala endelea kuipopoa Chadema. Ni gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la kiongozi ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema askofu kilaini itumieni kwa resma kuombea uchaguzi mkuu 2025 lakini mfahamu askofu mteule wa jimbo katoliki Iringa hiyo ni habari kwenye gazeti la kiongozi lakini gazeti la fahari ya Zanzibar na lenyewe limekuja asubuhi ya leo linasema siku saba za ziara Dr. Samia Tanga zenye historia hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la fahari ya Zanzibar hiyo inasema siku saba za ziara ya Dr. Samia Tanga zenye historia kubwa. Lakini kwenye gazeti la tumaini letu asubuhi leo naandika askofu Ruaiche eh, tufanye toba. Huyo eh, ni askofu Ruaiche asema tufanye toba, ni gazeti lako la tumaini. Tugejana sasa na kurasa za mbele za gazeti lako la tumaini na magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo eh, na burudani. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la wamachinga lenye kwenye michezo linaandika Yanga Simba TPLB sarakasi tupu dabi ya Kariakoo. E, Yanga Simba TPLB ni sarakasi tupu, dabi ya Kariakoo. Ilo gazeti la kolowa machinga lina habari moja tu inayosema Yanga Simba TPLB ni sarakasi tupu, e, dabi ya Kariakoo. Lakini kwenye gazeti la mwanahabari kwenye michezo inaandika dabi ya peperushwa. E, dabi ya peperushwa ni baada ya Simba kuto kutokea kwenye mchezo wa kariakoo dabi. Ni habari kwenye gazeti la mwanahabari. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaandika aibu tena Yanga Simba. Hii ni aibu kubwa kabisa kwenye ulimwengu wa soka nchini Tanzania. E, mashabiki wa timu ya Simba na Yanga wabaki patupu bila kujua nini cha kufanya. E, gazeti lako linaandika ni aibu tena Yanga na Simba. Lakini kwenye burudani kwenye gazeti la habari leo linaandika Shilole wanawake tutambue thamani yetu. E, wewe ni Shilole anasema wanawake tutambue thamani yetu. Lakini Kaseja hapa kuibakisha Kagera Sugar. Huyu ni Juma Kaseja, ukurasa 23, kwenye gazeti la habari leo, kwenye michezo naandika Kaseja hapa kuibakisha Kagera Sugar. Lakini gazeti la Mwanaspoti, gazeti la michezo linaandika maswali ya Dabi ya Kariako. Haya ni maswali saba ya kujiuliza kwenye Dabi ya Kariako. Nini kimetokea mpaka Dabi kuahirishwa? Basi gazeti lako la Mwanaspoti linakuletea maswali saba yenye majibu eh, makubwa kwenye Dabi ya Kariako. Lakini kimataifa, Man United Arsenal mechi ipo Man United Arsenal mechi ipo. Lakini upande wa burudani Harmonize Abigail waitaka Grammy. E, yoni burudani asema Harmonize na Abigail waitaka Grammy. Lakini kwenye gazeti e, lako la Mwanaspoti lenye ndo lina habari kubwa kabisa asubuhi ya leo ni kuhusiana na maswali saba ya kujiuliza kwenye dabi ya Kariakoo. E, kionesha habari picha kionesha mashabiki wakiwa wamedua baada ya Yanga kuingiza timu uwanjani huku bodi ya ligi ikiwa imestopisha mchezo, lakini mashabiki wanasema haichezwi tena na hatuji tena uwanjani wakiwa wameduaa, hawajui nini cha kufanya. Basi gazeti lako la Mwanaspoti linakuletea habari kwa kina, na gazeti la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.